Mpira unakuwa na una, una, una malengo ya muda mrefu ambayo malengo yetu sisi ya muda mrefu ni kuchukua ubingwa wa Afrika, hiyo e, mwaka huu, hiyo mwakani, kesho kutwa, mwaka unaokuja, lakini e, katika kipindi chetu cha uhai tunataka kuchukua ubingwa wa Afrika haya ndio malengo makuu ya Simba Sports Club. Sasa kwenye kuyafikia huko, lazima tuende ngazi kwa ngazi, hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza ambayo tulianzia 2018 ilikuwa ni kuingiza Simba kwenye ramani ya Afrika, tukafanikiwa. Baada hapo, tukaanza kupanda viwango taratibu, mpaka sasa tumesogea hadi kufika nafasi ya tano Afrika na tunafanikiwa kuingia kwenye orodha ya vilabu kumi bora barani Afrika kwa msimu uliomalizika lakini msimu huu specifically, mm. Malengo yetu ni kufika nusu fainali ya ligi ya mabingwa Afrika. Tuna robo fainali tano, sasa tunataka kumove kutoka kwenye robo fainali tano kwenda kwenye kwenye kwenye nusu fainali. Tunaashumia kwamba hiki kilikuwa ni kipindi cha kujifunza robo fainali zote ambazo tumeishia tumeshapata uzoefu wa kutosha. Sasa tunakwenda kuhama kutoka robo fainali kwenda hatua ya nusu fainali. Kwa hiyo mwaka huu huu moto ambao tumeuanzia pale Eswatini, mm. tutakwenda kuuzimia mm -hmm. kwenye hatua ya nusu fainali inshaallah. ah. uh -huh. Uh, kiangalia mpinzani wenu jana, mtani wenu jana ametangaza kwa mechi yake kingilio bure lakini leo hii nao nimeona Azam Azam FC pia nao bule, pamoja na Singida nao bule. Hmm, nyinyi ni mmoja kati ya wakilishi wanne ambao mnacheza mashindano ya CAF na uzuri zaidi kocha mnaye mpya watu hawajamuona, wanategemea baba kwenye mechi hii ndio aweze kumuona. Je, kama management na nyinyi mna mpango gani kubadilisha maamuzi, aweza kutoka kwenye kiingilio mpaka kwa mechi ya bure, ili kuwafanya wanasimba ambao pia mechi iliyopita hawakuweza kuwepo kwa sababu ya bani ile iliyotoka kafu ya kufungiwa mechi moja. Sasa kwenye mechi hii wanakuja wakiwa na ameo kuona wachezaji pamoja na kocha mpya, na ukizingatia wana ushindi na mshindi mkubwa wa ugenini. Je, kama management mnalifikiria hilo, laweza na nyinyi kufanya timu zote zio kama wengine wana tatu wanatangulia yebure au bado msimamo uko pale pale? Hmm. Sasa sisi hatuwezi ku, ku, ku, ku, kuziiga timu ndogo. Hizi ni timu ndogo eh, ndio maana wameamua kuweka vingi lyobole Yanga, Azam, Singida poti yao ni moja, chungu chao ni kimoja cha timu ndogo cha timu zisizokuwa na, na mvuto eh, timu zisizokuwa na mashabiki Uh, timu zisizokuwa na, na, na, na, na watu wa ukweli ndo wanaingia kwenye chungu hicho kimoja. Ndio maana unaona uh, wao wanafanana, kila mtu ni burebure. Sasa uh, kwa timu ya Simba Sports Club ambayo tunajinasibu kwanza kuwa na mashabiki bora Afrika. Tuzo hiyo tunayo na hajawahi kupata timu nyingine yoyote Afrika hii. Maana yake hiyo ni tuzo ya maisha, kama ile ulioshinda wewe kwenye ngumi <laughs> <laughs> <laughs> hajawahi mwingine kupewa tena mpaka leo mpaka leo, tangu 2013 maana yake hiyo ni tuzo yako wewe ya maisha, ya maisha. So, so, kwa tuzo ya mashabiki bora yes, ya Simba Sports Club ni tuzo ya kudumu until atapokuja kupewa mtu mwingine. Sasa timu ambayo inamiliki mashabiki bora uh, huwezi kuwa, kuwaingiza uwanjani bure, lakini uh, kwenye mechi muhimu ndio mechi ambayo tunapima umuhimu na thamani ya mashabiki wetu. Mechi hii uh, ni mechi muhimu sisi kwetu. Wanasimba ndio tunataka kuona kweli hawa watu ni watu wetu kweli, au ndo ile wingi wa povu. Unajua goli, unajua goli eh, unakuta imejaa kwenye beseni, nafikiri zito, ukinyanyua hiyo kumbe e. Sasa mpaka tupime hapa, lakini sisi e, mashabiki wetu wameshajipambanua. Unajua sisi bure, ni mashabiki wetu ndio hawataki iwe bure. Allah. Eh, Kumbe ni wao, ni wao ndio hawataki ah. Mashabiki wote sisi ukitangaza bure mm. Ile mechi hakuna atakayekuja mm. uwanjani siku hiyo Allah. Kwa sababu utawakera mm. utawachukiza, na hawatakuja uwanjani. Uki, ukitangaza utamadu, utaratibu wa bure mi, mi, mi, mi, mi, uta, uh, mipango yote inaharibika mm. Ambaye alitakiwa kukaa mzunguko atakuja kukaa VPB mm -hmm. Kwa sababu ni bure unamvuruga yeah. una wale walozoea kukaa VIP B watakosa siti zao za VIP B, watashakaa watashakaa... Sijui, mmeelewa? <laughs> Sasa we imagine mechi ya saa kumi na moja lakini unafungua milango saa mbili kamili asubuhi hmm, kwa sababu tu watu waingie bure, maana yake utaratibu wote umevurugika.